Uko unasikiliza Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka One TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku pia, usikose kutembelea Baraka One TV Channel 2. Ndugu zangu, operesheni yetu bado inaendelea, saidia mzalendo na kama unavyoona tunazunguka tunazungukazunguka hivi kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu e. Na kikubwa kama bado hujajiunga na sisi, uweze kuwasiliana na sisi kwa namba ambazo kunaziona hapo, na tutaendeleza hizi harakati wote kwa pamoja. Ni wakati mzuri ambako tunakwenda kuungana kwa ajili ya kusikiliza una nini, una mtazamo gani? Na unafikiria una, e, kitu gani, una mchango gani? Na hivyo uh, moja kwa moja bila kupepesa macho tuanze na hii hapa. Hatuyaona journal mwaminifu saa wee kabisa, ndugu yangu eh. Hiyo ndio hata kama nasikia mko fujo, tuko kwa barabara hivi kwetu, na keti ndio. Eh, tuko naongea, hakuna kisa gisi ya kwenda nafasi ajideplase mutu to, tuko naongea tunaantukas mifata maongezi yako ya sze ya leo asubuhi kutuonesha gisi lendo nagabula machakula, ndugu yangu, ah ah ah inapendeza sana kugabulele kidogo yenyewe ulipewa na musada kwa wazalendo, musada kwa majeshi yetu anatoka. Tulifurahi sana, tulifurahi kabisa. Tunaona sange, tunaona kamanyola, kamanyola, tunaona tunaona tukote kulipita nakisibalikupokea kaka, tulifurahi sana. Mungu akuongezee kabisa, Mungu akuongezee eh, na ingine na wengine nita sema sai raha ya kwenda Nyangezi baba, unataka tulala na viatu viato kumigulu. Tunafurahi kuona s si Nyangezi megombolewa, Bukavu sikia kwa deja, Bukavu eh, tunaanakanyatende aende tupata zile habari baba, tulisikia mwingine yetu ikombolewe tena irudie mikono yetu. Mungu kutumba, Mungu akubariki atakuwa chef d'etat major. Ah, Mungu amutie nguvu na baviana ba kazi bamalize, waweze ba baangushe Bukavu, bakimbie bakimbi ba basi baende kwao, na kubafatilia mpaka muli mu Rwanda, alna ipitishe kabisa wakwndaa aa kuwafata nyuma kuingia Changugu nao walipe magumu ma, ma, wote walitutendea Mkongo sawasawa. So, yetu kwa naokukwambia, basi Mungu akubariki, mchana mwema ndugu yangu, okay.

za huko kunyingi, mie sauti yangu haisikiliki kwenye social media bwana. Sawa sawa, wewe mzima wa afya, pole sana na kazi enu, unaendelea kupambana jua ya ya umma bwana, jua ya jeshi letu la wazalendo yaani, we ndo nataka kuita sasa, we ndo wendo yuwe ni siara sasa wa wazalendo kwenda na wagawia chakula kabisa eh, yani kuraje hiyo yenye uko nayo. Mungu akubariki rafiki yangu kwa uaminifu wako yenye uko nafanya. Mungu yani akuzidi kukufungulia mioyo ya wengine, wazidi ku kutimiza hadi zao, kwa hali yenye umefanya kwenda na gawia gawia wazalendo kidogo kidogo yenye ulipata. antuka kuraje sana kwa kazi yenyo mmefanya sawa sawa. Mimi niko napenda nitoe yangu maoni kufatana na maneno ya Kagame kuhusu kisi venalifikia kutukana presida wetu. Nafikiria Kagame ile maneno yake alikuwa anaongea naongea, ilionyesha ilionyesha kama anafika mwisho sawa na kupitia hali yene Umoja wa Mataifa imefanya kwa leo kutoa masanksio ni picha ya Kagame kufika ukingoni wa kuendelea kwenye madaraka. Kwa kweli hatujui lene Mungu anapangilia kuhusu Kagame, lakini anaenda anafika mwisho sawa. Yeye alimtukana president wetu kuwa anauzisha eti alikuwa nauisha mapiza alikuwa taxi mene sijui yaje. Sasa yeye yeah, yeah. Sasa kwa sanction zenye zilitoka kwa gisi vene walifungafunga wali, wali funga wa, wa genero wake wene walikuwa karibu yake, kwa kwaukuwa natoa maamuzi ya yakukwa naenda kupiga Congo, ama wene walikuwa nasimamia M23 wa, wa genero wa Rwanda wajue, wazungu sio watu wa kuchezea. Mtakuwa mko naye munafikiria aseme eti siri zitatoka, unasikia? Wajue kama ile koalisio yao ene walikuwa nayo pale Rwanda walikuwa na wazungu na wale wazungu wana, hakuna mzungu mwene anaanza katupa ndugu yake kwa hiyo waliko walifikia kufanya communication na wale wazungu wenye wako pamoja na na serikali ya Rwanda pale, gisi vene walikuwa wakisaini juu ya kutoa vifaa masto. Wazungu walikuwa wanaona kwa gisi vene Kagame alikia aonekana kama mula wake unaanza kwenda na naisha, ni bahada ya yeye kuvuka mipaka kuingia mkongo kutoa maamuzi ya kuvuka mpaka kuingia pale Goma, kukia shambulia pale kwa nguvu zenye aliingia nazo pale. Wazungu ni wachawi, kumbe kamera za ulimwengu santeleta, kumbe ilionaga gisi vyenye jeshi ya Rwanda ilitoka Rwanda kuingia pale Goma. Kwa hiyo image zote wako nazo, unasikia imaje zote wako nazo. Kwa hiyo dunia ene tunaishi nayo kutoka Mungu kisha ni yao wazungu. Tusikwe na jidanganya kabisa, sisi Waafrike kama tunaweza hapana. Hatuyakwawa kuweza kabisa kuzidi wazungu. Santelita ndio ndo iko natuwa ushahidi wote mpaka kwa sasa hivi gisi vyene wako na uwa usiku mchana, iwe usiku masa, iwe usiku wa masaa manane iwe usiku wa masaa sita uwe mchana wa masaa tano wa masaa sita wa asubuhi wa ndugu zangu mujue wazungu kamera zao ziko Afrika, mauwaji ene Rwanda imefanya mkongo wenivo ya Goma na Bukavu ewana yote wako nayo kwa hiyo ndo maana sanksio zimetoka kwa Paul Kagame unasikia. Kwa hiyo tuko na shinda, tunasema sema eti e, kwa kila hatua ene tuko napenda kufikia, ndo inaonekana aseme ndo tunapata independence. Hapana, independence wazee wetu wa zamani wakina Lumumba, eh, wa Kasavubu pamoja na na Kabila mzee mwenye alitaleta hiyo picha tena ya ukombozi, ndo watu wenye walikia kuleta picha ya ya kutulombea uhuru wa Kongo, baada ya wenyewe kukatala kuendelea kuishi na wa, wa Rwande wenye walikuwa walikuwa na jaribu kukuya na Wanyarwanda no. Kwa hiyo kupitia ile picha ya mzee Lora Kabila Ndo yene kiste kedi kwa sasa anavaa kwa kukatala mausiano na Wanyarwanda, unasikia? Kwa hiyo, independence dependase, tuishagaipata tayari. hiyo ni wako na kia kushinda, wanasema seme, tuko na kia baribele, baribele. Sasa, umtakia ribere, watu wana washaga pata independence. Hiyo liberation inatokea wapi, ni njia gani? Kwa hiyo wenyewe wanafika mwisho Sawa rafiki yangu Rajabu, watu wote wasikie, wanawajue kama tulishakapata independence kwa sasa hivi, kwa hali yene ilionekana gisi vene wanapiga sanction mu inchi ya Rwanda bwana, ile maneno yao ene wako wanashinda wanasema seme wataga wa Kongo, wataga wa Kongo, hiyo hiyo picha na mawazo ene wako wanashinda wanalala wanya Rwanda.

hawajui kisiwa na wanavalaga koti. Kama walijua kuvaa Wanyarwanda ni Wakongomani. Unasikia, kama wanajua walijua kupiga mziki ni Wakongomani mm. kwa hiyo ndio wajitokeze tu kwa kusema seme wataga wa Kongo mm. kwa sasa hivi Kongo inapata ushindi Kongo inapata Kongo ushindi, ushindi. timbo la yango donki kuzaka mabulu na mabulu tala tala terrain ya ya ya nani ya, ya. ya, ya

mkalme vile vya kusema o oh, prezida atenda kuongea navo kama wapi. Aile ni mazizania au ni mavituvitu yavo, tunao wanasema mutona mutaona. Mimi najua mina minia Felix, Felix iko strategie iko politicien, alinyonya maziwa ya politike. Nisini vonawambiana na Wanyarwanda waisikie, alinyonya maziwa ya politike anajua nini ya kufanya. Mimi namjua mina mufamilia gisi gisi, mimi namuonaka gisi, mimi na ona mambo anafanyaka. Mtu ule haiko mtu mwenye iko iko kawaida, mtu mwenye natosha, anatosha president wa Rwanda makamasi umapua. eh mpaka President wa Rwanda anaanza sema vitu yenye haina maana oh alizisha kabisa. Ndio tukienda kwa maisha ya Kagame jinsi alianzaka ka yeye c'est grave me haiko mimi ndo nalisema yeye pekee kwa nalisema mburo yake kama hiyo akaza nalisema ni kwa naenda so kwa masomo na kaputula ya kutoboka ni c'est normal sasa. Kama mtu alifara alipita parkour fulani so ndio ke hivi. okay, mimi nauzisha no mai hapa kwa kibonge kesho siwezi kuwa siwezi kuwa nani siwezi kuwa nani, maana yake kesho siwezi kuwa na burgomestre ba tente ba, ba, ba mer de la ville ni wa gouverneur? Hapana, so niko nawambia mugarde suple, najua eh, kila kitu itakuwa eh, papa Um, um, yambale tu TV yambale tu ukwe, <laughs> unatupitishia imambo uh, ukwe unatupitishia imambo, tuna manani ma mawazo yetu mabitu yetu, tunaona ma masurgestion yetu, tunasema gisi tunasikia Paske monde ya leo ni monde ya kusema, nasikia me mi naregrete tukuona kama muzee mwenye kwa mi nilikuwa nawazeko na hekima, anakuwa na hekima ya kuingia mpaka Mkongo, na anakatala kama hana hana basoda Mkongo, anasikia na Kiswahili anakataa kama ana basoda Mkongo, ile hekima yote iko nayo ya kushinda vile vyote eh, dunia mzime inaona kama hana basoda Mkongo na biko ndani nilikuwa naweza kama hizi sema maneno kama na ile, mimi naona upumbafu ni upumbafu tu, hata mtu ajikaze ni pumbafu tu lakini, na mimi nisisemwe hiyo ni kusudi. Na mimi sikuwa pumbafu mbo nilikuwa na wajue, kwa ile sagesse ya sema mambo ya bure bure, kama na ile nilipatia <coughs> kukua tu na na roho ya subira wa Kongo e, kitu yenye Felix kwa anafanya njoo yenye inaweza tuma bana mudecourage kisiko anafanya, lakini kazi kwa anafanya Uh, bon iko excellent iko bien iko kazi ya mzuri, iko kazi ya mzuri yeah, pigi, ndo wa ya endelee tu apige vyake kule. Mimi sitasema ndio, wazalendo wao watafanya tu kazi yao wa pekee gisi inafaa. Vraiment batu biko bana ngoya kwa hamu kwa libere kama na na na, na gouvernement saba kama mimi mi, najua kama batu bo peke ndio wanapasha kujilibere, njoo maana bazalendo ama wenye nchi wenyewe we we watajilibere, ile mimi niko nayo na nawachunga, niko hapa naniko hivi sasa, niko chimpe, niko chimpe mmoja anajua chimpe, mimi najua wale njo wapi chimpe, wanawaambia chimpe. Aha, mimi niko chimpe iko vile niko njo chimbunda, iko vile mimi niko chimpe. Ujambo, habari ya asubuhi, habari ya mchana kwa wale ambao wako mchana, wanapatikana Marekani, wanapatikana European Asia wanapatikana pande zote za dunia. Sana sana habari na salamu kwa wale ambao wanapatikana beke na wenyewe wanapatikana na Bukavu, wanapatikana na Goma. Wagoma trasien na wabukavien, tunawapatia jambo yenu tena, tunawapongeza sana. Mimi, mi nasemea tu niko hapa chimpe hapa juu, niko hapa kunyemba ku, naita hapa niko niko hapa yulu hapa chimpe njo kwenye niko nasemea sai, ndugu mtangazaji, nitaka nipana message yangu fulani muda kama nau e, ile nilisikia kuwa e, Angola inatayarisha wala wamesema kama watatayarisha ma mawasiliano kati ya ya kwa eh, pale mzee alikuwa anasema, mzee president wa Kongo alikuwa anasema ba ba alikuwa anaita no no, ni ba ni ba terroriste teroriste, ba terroriste ba terroriste bwana nanga ba terroriste. Uh, sasa nawaza kama hiyo ndio kukupaje, lakini haiko hai ya hai kuchukua muda ile sababu niko naomba Mungu

ba jene ya jensa ba jene ya kartumu ba jene ya yanani mupande huku hivi kujimele mupande huku ku ndege, bingine biote tutakia bimaliza nyuma. Mnawaza kama mwenye ataweza cheza hii match nzuri ni nani? Ni mwenye anacheza hata mustadi ya kadutu jua, anajua hii stadi ya kadutu gisi iko, ndio mwenye atacheza hii match. Mtaogopa mpaka siku gani sino, mtakufia mule tu. Niko hapa tu kundege shito kwa hapa chimpe tu, tunawa moyo ni mupande tu mupande munyoroshe mutatukuta. So nilikuwa nasema ile mambo haitakuwa, ndugu mtangazaji, ile mambo haitakuwa, sio kama juu tuko wazalendo ama ni wazalendo ndio wanasema, lakini ile mambo haitakuwa sababu ukitaka kuua nzi uniachaka pale kukidonda inyonye tu pale pale palepale, ndio tekamatia nguvu yenyewe itaku itakukosa tu nijuko naangalia kama nikikwaruza kukilonda nikikwaruza ku ndajiumiza nda, nda, nda, nda, lakini setakunyonya bien, utaipiga pale tu, tu utemalizia na pale pale kukilonda, ndugu mtangazaji, wale, wale wanyama wale wakina, wakina mananga, unaona ile nanga, hiyo nanga nikusema nini? ni, ni, ni kitar, eh, nanga sasa, nimwambie mzuri mu mukinyarwanda wanasema nanga ni kananga kananga kananga, maana yake mtu mwenye ni kananga, ni mtu mwenye hana akili. <laughs> Jina la mtu la mfalana nako, Banyarwanda ndio walishaona mzuri za i kananga eh, kananga ni kuko uh, umuntu utafite ubwenge ibaze ngo nanga nanga bo namu namu ilisha katala namu, namu lugha ya, ya ule bisimu wa Bertrand bisimu njo nini mulugha ya nanga manake hapana, nanga. Nanga hapana hapana simo. Mwe nanga. Na hivi mnasema nanga nanga manake hakuna kitu, hamutafanya kitu, ndio mulishafika kwenye nanyi, mujikazie pale mjikazie musiache. Musiache pale juu mister baconseye mwache mubane pale pale pale njo kwenye watabamalizia pale Njoo maana mkuwe tayari batote ya benki na. Mwasante sana baada ya yote ambayo ameweza kusikiliza kutoka B1 TV kwa siku hii ya leo. Uh, tukutanani majira ya saa kumi na mbili asubuhi kwa habari zingine za moto. Uh, mi ni Rejabu Akili Kabonga, the one and only town DJP.